Mimi naitwa mtoto wa Mungu kwa sasa nimepaa kipaji cha na Mungu kutibu magonjwa mbalimbali. Oho, sawa. Sababu gani ambayo imekufanya ukafika hapa? Kitu ambacho nimekigundua kweli mti yawezekana, kwa taarifa ambazo mimi ninazo, sababu mi mtoto wa Mungu, taarifa napokea mbalimbali mbali, na hadi sasa hivi nawasiliana na Mungu, ndio unaona. <laughs> Sasa hii taarifa kweli, huu mti nimesikia kwamba umeongea, yes. Sasa yawezekana labda wale wazee walikuwa nadai kitu, kitu chao ndia, wafanyiwe sasa kama wamevunja mti bila kujua tatizo la hapa, kweli maeneo ya hapa yatapata tatizo kubwa sana. Wenyewe wamefurahia kwamba wamefanikisha kuangusha ule mti, lakini matokeo yatakayokuja atakuwa mbaya, okay. hawajui kwamba kile kitu kilichochomoa kikaruka juu kikaenda hewani hajui kwamba kimeenda kutunga sheria gani? Okay. Achukueni afanyie kazi kwa, okay. Sababu mimi niko hapa kuwasaidia nyie, taifa lote, okay. pamoja Afrika Mashariki yote, pamoja dunia nzima. Sawa. Wewe una una, unatibu nini nini? Una au deal kwenye nini? Mimi kwa sasa, nyota hii imejitokeza sasa hivi, okay. Naitwa mtoto wa Mungu, hii nyota ni ng'ombe. Okay. Na tibu dawa la ukimwi, natibu mtu ambaye azai, natibu malaria na tibu malaria kuu, natibu jipu. Eh. Sawa, Sawa. E. Sawa. unadhani kwenye huu mti yani, kwa wewe ule upeo wako ambao uko nao unatibu nini? Huu mti mm. Kweli jamaa amezungumza, ni kweli. Unatibu tumbo la kawaida kama lina sokota. Yes. Eh, unakunywa kawaida tu. Halina shaka, ila asichukue huu, aenda achukue mwembe mwingine nichukue. Siwezi jua, lakini mimi taarifa ambayo ninayo mm amefanya makosa, na ma zani wote ambao wamechukua dawa hii wangeweza kuirudisha pale pale. Sawa, sasa mwisho, hebu tuambie, kwa nini wewe hujachukua? Mimi siwezi kuchukua sababu miti ni mingi bana. mm. Sawa, mimi naweza kuamini kwa sababu yaliyo, ndo maana naeleza kwa unajua, kwenye ukweli unaonekana, hata maelezo yenyewe nasikia, mm. mm. jinsi yanavyokuja kweli. Mimi kuhusu hiyo yeah. damu, sijui damu nini, kweli. Mimi mabadiliko ambayo napata sasa hivi, ili ilikuwa sio damu bali ni ile rangi ya, ya mti huu ila kwa vile imebadilika imekuwa aina mbili. Wewe mtu ambao hujafunguliwa unaona kwamba ni damu, lakini ilikuwa ni rangi ya mti. Sijui sasa kilicho tungwa huko, mimi nitapewa taarifa na nikipata taarifa muda wote nitakurudishia, hata kwenye vyombo nitakuja huko. Stage gani niko kwa Millard Ayo? Yeah. Basi nitakuletea taarifa zaidi, kwa sababu mimi hapa nilipo napokea taarifa mbalimbali okay. Na hiyo taarifa basi nitaipokea kia makini na hapo ilipo inafanywa kazi wa okay, kwa sababu niko kum, kwa Mungu zaidi. Sawa, itachukua muda gani kukupa majibu? Ah, muda wote naweza kachukua wiki moja ani mwezi mmoja. Okay. Okay. Sawa kubwa. Mimi nakushukuru sana. Na mimi asante sana, unasema unaitwa nani? Mimi naitwa mtoto wa Mungu. unaitwa mtoto wa Mungu? Mtoto wa Mungu nishamshuhudia Mungu. Majabu ya Mungu atatua mwanadamu. Lakini wewe ni unimuamini wa dhehebu gani? Mimi mi sio muumini wa dhehebu gani, ndio maana nina taarifa yenu nyie wanadamu wote, okay. Okay. E, taifa letu okay, pamoja na Afrika Mashariki okay. Si kwamba uongo, nawaambia kweli, hmm.